Hello, habari karibu sana hii ni Shayia TV. leo nataka nikuelekeze kitu ambacho ni muhimu sana kwa sababu kinahitajika katika maisha ya kila siku ni jinsi gani unaweza ukatumia bando la simu nyingine au ni jinsi gani unaweza ukatumia bando la intaneti la mtu mwingine kabisa. Maana yake wewe una simu yako, huna bando kabisa la intaneti. Sasa na mtu mwingine ambao uko naye karibu anayo simu ina intaneti kabisa, yaani ina bando la intaneti. Sasa unahitaji kutumia bando lake na wewe uingie sehemu tofauti tofauti, kukutumia bando lake nimefanya hivi kwa sababu watu wengi pia huwa wanahitaji jinsi ya kuelekezwa njia hii rahisi, tunayaita hotspots. Bwana, sisi tunafanya hivi kama we una bando, utaenda kwenye ile sehemu ya wifi. Hii hapa utaiwasha. Ini mimi hapa sina bando, mimi kama sina bando nitawasha wifi umeona hii sehemu nilobonyeza. Ngoja sasa ni hapa sehemu kabisa, inajielezea hii eh, hapa. Yaani kama we una bando utawasha nini, wifi. Narudia mara nyingi ili usio nasahau, maanake watu wengi pia huwa wanachanganya hapa. Kama we una bando utawasha -fi. basi utashaif baada ya hapo wifi hapo wi itaanza ku maanaake itaanza kutafuta baadhi ya simu ambazo zimewashwa hotspot simu ambazo zimewashwa zitakuja kwenye sehemu ambayo sehemu hii hapa inaonekana ngoja niyeonyeshea kabisa na mshale Unaona hii sehemu. Ngoja tena, huyu ni mtu ambaye amewasha hotspot. Umeona vizuri, na hapa kwangu imeandika connected, maana yake nimeconnect kabisa kwa kutumia bando lake. Kwa hiyo mimi nimetumia nini? Wi-Fi maana maanake ameni hotspoti hii e, ni kwa njia rahisi kabisa, ameni hotspot. Maanake mimi nitatumia bando lake, mi sina bando hapa, nitatumia bando lake kabisa. Mimi sijawasha data, kwa kutumia bando lake nitaingia mtandaoni kabisa. Mfano wa niingia hapa insta, Instagram. Mimi sijawasha data, natumia bando lake E, bila shaka umeona imefungua kabisa, imefungua naweza view video mbalimbali kwa kutumia bando la simu ya mba, nime ambaye maana yake nimea bando lake na mimi natumia bando lake mbae amewekaa mwenye siumeonarahisi haya. Sasa basi mtu huyu ambaye eh, ana bando, nataka nikuonyeshe pia mtu huyu atawasha maana yake atawasha hotspot. Mtu ambaye anaye baro hapa, umeona hiyo sehemu ambayo nimewasha yaani, maana yake ni hii hapa, ngoja nizima. E, nizima. Nizima, nawasha hapa. Ukishawasha sehemu hii ambayo inaitwa hotspot lazima iwe oni kama hapa hivi hii sehemu hii, maana yake, ngoja nikuonyeshe, mione hiyo sehemu niloelekezea hapo, inatakiwa iwe on. Maana yake iko off hapo, maana yake pia inaandika off. Sasa ni sehemu hiyo inatakiwa iwe on, tawasha hivi. Ukishawasha hivi uki maana yake ni nini? Mtu ambaye hana bando atawasha wifi, wifi ye, device name yake ya device name yako itaenda kwenye ile simu yake, kwenye ile simu ambayo tulishaelekezea mwanzo kabisa, tulisha connect kabisa tukaingia hata Instagram mfano. Kama mimi hapa, kuna hii simu hii hapa hii sehemu ni ya password, maana kama mimi ni hivi, setup wifi spots, network name ni mauni, password zangu ni hapa chini. Hizi password unaweza ukabadilisha muda wowote kabisa, utakapojisikia. Unaweza ukaweka rahisi au unaweza ukaweka ngumu. E, maana yake wewe unaweza uka, ukaweka bando sasa, ukataka wa hotspot watu wengine na wenyewe waweze kuingia mtandaoni basi watu hao watakuwa naandika hizi password ambazo ni sehemu hiy ambaya nimekuisha kliki mda ule, irudi nyuma. Ngoja nikuonyeshe vizuri. Umeona hii sehemu hapa? Yapa, ngoja. Hii sehemu ina imeandikaje e, imeandikwa setup wifi hotspot hii sehemu hapa hii sehemu utaandika device name yako maanake kama simu hujai kuiset hii sehemu itaandika kama ni Tecno Infinix au kama ni i, i, kama ni simu yoyote ile naona Itel e, kama hivyo itaandika hapa network name sasa mi nimeshafuta ile jina la simu, nimeandika mauni. Hii sehemu ya password nimeweka password zangu rahisi kabisa. Unaweza ukaweka show password. show password ni kama hivi vilevile, nimeweka mauni hivi kama hivi e. Unaweza ukafunga hii sehemu hii hapa, ili watu wasiwe wanaziona password zako kwa urahisi. Umeona vizuri, alafu kuna hii sehemu inaonekana hapa hoja ni kuelekeze kwa urahis kabisa, ili uweze kujifunza vitu vingi. Umeona hii sehemu user? hii sehemu ii hii sehem inaelezea maana yake, inakwambia maximum connection, maana yake sasa hapa, kiasi cha juu kabisa, unataka kuconnecti watu wangapi? Maana yake wewe ndo una bando sasa, wengine hawana bando. Ah, sasa hii sehemu kama mimi nimeweka one user, maana yake mimi kama mimi nina bando nita bando la internet nitakuwa nawaunganisha mtu mmoja tu Yani, nimeweka mtu mmoja tu ndo nitakuwa namuunganisha, na ukiweka mtu mmoja, hii ni nzuri, kwa sababu watu wengi wanapenda kuiba bando. Unaweza ukawasha hotspot umemuunganisha mtu mmoja tu, mara ukashangaa wengi wamesha connect, kwa kuwa wanajua password zako, wamesha connect haraka haraka. Lakini sasa hapa ukishawaka one user, mmoja akisha connect yule, akishaunganisha anatumia bando, hata wengine ukija ku connect au ukija kuunganisha ili watumie bando lako kwa ujumla hawataweza kujiunganisha kwa sababu umeweka one user. Sasa ukitaka kuweka wingi, utabonyeza hivi non, mpaka kuna non, kuna maanake una moja mbili tatuantaaatisa kumi. Maana kuna watumiaji mpaka kumi. Sasa mi nimeweka mtumiaji mmoja tu, mtumiaji mmoja tu, maanake mi nikiona bando hotspot ni mmoja tu basi, wengine hata kama wanajua password zangu hawawezi kuunganishwa. Unaona, kuweka hivi ni kwa sababu gani? Kuweka hivi ni ili usio unaibiwa bando kizembe, unaona. Lakini ukiweka security siwepo, yaani usalama usiwepo, maana yake usiweke kabisa ni yaani, maana yake sasa mfano kama hapa, kuna sehemu hapa ya kuweka kabisa kusio na password, unaweza ukafuta hizo password. Maanake kwa kila mtu ambaye atakuwa, ukishawasha hotspot, kwa kila mtu ambaye atakuwa na washa wifi kule, atakuwa anatumia bando lako free kabisa. Umeona hamna unlimited yote. Mfano kama hapa mimi nimeweka limited ni mmoja tu maana yake atakuwa anatumia mmoja bila shaka hapa nimefafanua kwa urefu sana na kwa upana hakuna mtu ambaye hajaelewa hivi ndo jinsi ya kutumia bando la simu nyingine au bando la simu ukawa unatumia la mtu mwingine kabisa yani we huna bando ukawa unatumia bando la mtu mwingine nishaelekeza mwanzo yani maana yake nini kama we huna bando utawasha nini tawasha wifi kama hivi yani maana yake narudia tena haraka kama hivi yani unawasha nini wifi alafu tena ni unawasha hivi ukish yani unatulizia tunasema unakandamizia kidogo baada ya hapo baada utachagua device name ambayo ina bando kama hapa mimi hii hapa inaji isha ikishaandika connected kama hapa, maanake naruhusiwa kutumia bando lake. Ngoja nikuonyeshe. E, kuna hii simu imeandika connected, maanake imeunganishwa, imeunganishwa kutoka simu ya mtu mwingine imekuja kwangu. Kwa hiyo na mimi naweza nikatumia bando lake. Ah, nilielezea na ile hotspot kwa haraka haraka lakini nilifafanua sana. Lakini hivi ndio jinsi ya kutumia bando la mtu mwingine kama we huna bando. Au sio? Bila shaka umeelimika. Na kama umeipenda video hii, hebu like video hii. Alafu kingine cha muhimu zaidi kama wewe ndo mara ya kwanza kufuatilia channel hii, share usisahau kusubscribe. Kama hujui neno subscribe lipo wapi, angalia hapa hapa, unapoangalia video hii, chini yake kidogo tu hapo, kuna neno limeandikwa subscribe, lipo upande wa kulia. Ligusa neno hilo, alafu kuna alama kama ya kengele hivi, utagusa pale juu, maana kwa kila video ambayo mtoko naweka utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Sina mengi sana, nakutakia siku njema.